Mamlaka ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA, hii leo imezindua zoezi la kuwasajili makurutu wa polisi kote nchini, ikilenga kuhakikisha uwazi, haki na uzingatiaji wa sheria. Zoezi hilo liliwavutia vijana waliojitokeza kwenye vituo mia nne ishirini na saba kote nchini kushiriki, huku tume ya huduma kwa polisi NPS ikilenga kusajili makurutu elfu kumi. Ikumbukwe kwa zoezi hili lilitarajiwa kufanyika miezi mitatu iliyopita, ila lilisitishwa na mahakama kufuatia mzozo baina ya mamlaka ya kutathmini utendakazi wa polisi na tume ya huduma kwa polisi kuhusu ni nani ana mamlaka ya kusimamia mchakato wa kusajili makurutu wa polisi. Tazama, kufikia sasa tunaendelea kuangalia ile physical visible fitness of the candidates ndio twende to, to the next stage ambayo watahitajika kukimbia. Uh, so far the exercise is going on well. uh, hatujakuwa na incident yoyote uh, idadi ni ya wastani, haijakuwa ile idadi kubwa vile tulikuwa tunatarajia, lakini hata hivyo, kulingana na ile idadi ambayo pia tunatarajia kuchukua, si mbaya, ni idadi ambayo inatosha Uh, nashauri vijana wawe wanajitayarisha mapema, wakati advertisement zinafanywa wanajitayarisha, wanatayarisha stakabadhi zao zinakuwa zote kwa uh pamoja ndio wakati wanakuja uwanjani wanakuwa wako na stakabadhi ambaye ni zote ambazo zinahitajika. Wakati tunaitisha original documents, wasikuje na photocopies, wao wanakuja na original ndio waweze kuenda through the exercise vizuri. Zoezi ni kwa poa, venye mnaona zoezi is free and fair venye tulikuwa tunatarajia, lakini sisi kama mayouth pia tungependa sana juu. Mi kama mimi, this was my final year, niko 27 na mnaona age limit ilikuwa 28 years. Na sasa pia tena ningependa kuwahimiza wana serikali, wakati hizi vitu hiyo, wakati kesi ilikuwa inapelekwa kotini na tena inaahirishwa na pelekwa kotini, watu kama sisi by next year tungekuwa rolled out. Mnaona juu sasa miaka ingekuwa imeshapiga pale mwisho kulingana na venye kwa medical age limit, lakini kwa sasa process inaendelea even though tanauta sisi kama wanawake iko iko chini, lakini everything is going to be possible na tunatarajia mema. Mazoezi inaendelea vizuri, is really fair, mambo inaendelea vizuri, na tunaomba Mungu success iende kwa mwenye itaanguka tu kwake. Hivi sasa mazoezi inaendelea, inazidi kuendelea kwa sasa. Kuna shida tuna tofauti tunatitiwa the same maoni yangu ni kuona kama vijana wa NYS tutachukuliwa. Mimi nimepitia tu NYS, tumekaa nje miaka sasa ni tatu, hatujachukuliwa. Tunataka tuone kama vile rais vyenye alisema, kama itakuwa added advantage kuchukuliwa kama watu vijana wa NYS. Uh, so far no, no, no, no, no complication.